Mura, acha kunigusagusa basi na kiatu. Mura, acha kunigusagusa. Mwetu vipi? Banuekade akona nigusagusa na kiatu, acha basi. Mwetu vipi? Mura nakona, dandia hapo, dandia hapo, umekua ng'ombe. <coughs> Sasa we Mura, Mura, Mura, mwamke kwanza Mura. Sasa mnakoroma koroma, ngoja niwaambie nini kitu chakufanya. Unajua hapa masiara, tukiendelea kuyafanya hapa, tutakuja tufie porini, na mpaka sasahivi hatujara, leo ni siku ya pili atu. Sasa kama tutaendelea kukaa hapa bila kupata mwafaka wa kutoka hapa, tutajikuta tutakuja kufia humu ndani, au mnasemaje? Ah, kweli kabisa. Kama wanakoromaji hapa, maanake mnakoroma koroma tu hapa, mnakoroma kama ngombe nimeshawasikia sasa. Aa, namna ya kutoka, mimi nimepata wazi, kwa sababu hapa tukicheza, tutakufa hapa. Tuna kupa hapa, mimi babu aliniambia kipindi tuliiba ng'ombe, tulikuwa tunapita kwenye hili pori tuli, tulikuwa tuli, tuli tunaangalia upepo unakotoka, upepo unakotoka ndio ninakotoka e, <tula>

Ha. Mimi hapa naona cha kufanya ni kitu kimoja, huyu mtoto aliyetoka hapa si ni demu, si maraika mnamuita, ni bora huyu mtoto ana, atajua a, a, tunapotakiwa kwenda anapafahamu kwa sababu hapa mi naona kwamba katoka huku, na huku alikotoka kutakuwa kuna mji. Ni bora tumtongoza atuambie shula hiyo. Mzee, unakuta mtoto anakuja ostazi, o, ukanisomea rubadi <mimu> <mimu>

Ukame, ukame, ukame, kitu gani wewe? Yaani, ukame ukame kila saka kalia ukame. Hivi mnashinda kujiuliza binti kama yule msitu, um, kama huu anaishije peke yake huyu. Bwana mtu aondoke. Mura.

Ngoja mimi niwaambie jamani. Mambo siku ya safari na mimi tuachane nani. Huu demu tumtongoze. Mbona tumtongoze? Hapo umeongea.

kama hivi msituni hivi kawaida na mambo mengi. Unajua dada, wewe ni mzuri sana kwa hiyo, alafu nimetokea kukuvutia na wewe hapo, ukizingatia ni Muislamu mwenzangu, afu mimi ustazi. Kwa hiyo kinikubalia, tunaweza kwenda msikitini hapo nikakupa cheo eh Kuba mchumba sasa, unifanyia hivyo wewe? Ndio balaa bangu yangu, yani nimekutana na jini hapa. Kama nimekutana na jini ni kwani ngukubalie wewe kwa lipi? Unaona Nyamwezi wenye dunia Wanyamwezi, kama mimi asazi kama Nyamwezi nini? Dada hivo, naomba uondoke. Hebu ondoka, sikutaki. Toka! Muone, toka! Mimi nilijua huyu hawezi kwenda kukubaliwa, kwa sababu kwanza, nikimtazama anajifanya mshikadini, dini ilishamponyoka, halafu ni ostazi ambaye hana hata zivi

n mwenyewe mrembo mrembo rembo, bana. Wanasemaga haya kamili kaukaa, mrembo izkaan, habari yako kwanza? Yani mrembo, kusema ukweli, na msema ukweli ni mpenzi wa Mungu mimi nimetokea kukupenda na kule kwetu Msoma. Mimi cheo changu mimi ni mwenyekiti wa kijiji. Sasa sijui mrembo, na nioneje, nilivyo mzuri hivi, ni handsome ni sarobaro, unasemaje mama? Mimi nikikupenda wewe mrembo, ukikubali kuwa na mimi kule kwetu Msoma, mimi nitakukabidhi kila kitu kilichopo. Kama ni ng'ombe nitakupa, kwetu hakuna magari, lakini nikura ng'ombe na nyama za mbuzi, kila siku asubuhi supu ya mbuzi. Sawa mkari? Kwani wewe wa uzuri wako mimi unanihusu nini? au nimekuambia mimi na mashida na mashamba mimi mimi? Naona mama sasa nataka kuruka mipaka, kwa sababu nisha kueleza hisia zangu, mimi nakupenda hata mwenyezi Mungu wa mbinguni anajua. Lakini katika kukueleza kwamba mimi nakupenda, unaanza kunambia wenye wangu na, yaani tayari unaanza kunitukana na kutanga, tanga mkali au na kupenda, nataka niwe na wewe kama ni pesa, kama ni pesa kama ni ng'ombe nitakupa. Unashindaje kunielewa? Jifanya bubu sindio? maana yake unanitukana yaani, matusi ya kuniambia eti mambo ya ng'ombe ya msoma ya kuhusu kitu ya nisha kutongoza na nikasha kuambia kwamba mimi nakupenda lakini katika kukupenda utaki, sasa naomba uondoke. Naomba uondoke. Ondoka sasa hivi, ondoka na ondoka mama. Lakini ngoja nikuambie mama, wewe ni mwanamke gani? Wewe wewe dem gani? Kila mtu anakutongoza unakataa. Kwani kukubali ni lazima? Wewe dem gani? Unajiona wewe ni ndugu yake na Yesu? Ondoka sikutaki. Washikaji amu njoni bwana nashindwa kumwelewa. Kila mtu anemtongoza na mkata, kila mtu anemtongoza na mkata. Una uzuri gani ukata kila mtu mshikaji? Mimi ngoja niwaambie ukweli, toka nianze kutongoza na demu sijawahi kukataliwa. Sasa huyu sijui ni demu gani anekata kila mwanaume halafu nimejaribu kumwambia kila kitu, anaanza kunitukana mi, kuniona mimi ni koro mikondoo. Sasa cha msingu, tunambaka. Tubebe, tu tunabaka.

hivi mnaweza kubaka binti mmoja watu wanne au watano? Ukwilu baba uko hapa wana eh, kama mnaondoka, undo ondokeni, mtupeleke na msije mkatutafuta okay. Kama mnabaka bakeni, ondokeni e, Ondokeni kama bwana, ondokeni. Nasikia shikaji, udemu ni wa kubaka. Unamwona alivyo na dharau hapa, kajifanya kutusikilizia sisi. Yaani udemu anatupanda kichwani. Wedema waliondoka. Uh, wacheni waondoke. Uh, uh. Cha msingi si tunambeba, unaona alivyo na dharau. Bora tumkamate kuende naye.

majukumu